Vijana bora bora Mtinko, ni shilingi ngapi? milioni 18 na 1500. Mko ngapi? Jumla mko nane. Kopo mmepata wapi? Halmashauri. Ni ya serikali ya nani? Mama Samia. Malengo yenu? Ehe, pikipiki hizi. Nataka tuje tuombe trekta kabisa. Lengo yes, yes, yes, ya kikundi ni kupata nini? Ninio, mnaahidi baada ya miezi mingapi kumaliza mikopo? miezi kumi miezi hmm, kumi tu. Naomba trekta ehe. Tofauti na shughuli ya bodaboda, mna shughuli nyingine? Nalima. Nashauri vijana wenzenu ambao yajiunga na vikundi, inabidi wa wapewe ushauri au wahamasishe, kama vijana ili waweze kuunda vikundi ili waweze kufaidika na mikopo ya asilimia kwa hiyo tuseme nyinyi hapo ni mabalozi wa vijana wenzetu wa kata ya Mtinko. La kwanza nimshukuru sana afisa maendeleo wa kata yetu, namshukuru sana afisa maendeleo wa wilaya ndugu yangu Mashalo, na pia nimpongeze sana mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia amewagusa sana vijana kuhakikisha mnapata mkopo kupitia halmashauri yetu ya wilaya pamoja na mapato ya ndani yanakusanywa, lakini vijana mmetengewa. Sisi kama madiwani na kamati zile ambazo wanashirikiana vizuri kuhakikisha mambo yanakaa sawa. Watu wote ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na vijana wote wa aina mbalimbali wajifunze kupitia kikundi hiki. Na kikundi hiki walianza na pikipiki ngapi? Mbili. Leo tuna pikipiki ngapi? Sita, sita. sita. na tukiongeza na zile zingine zinakuwa nane, nane. vijana mzitunze hizi pikipiki Alafu mkopo ambao umepewa endeleeni kurudisha kwa muda mwafaka, ili na wenzenu waweze kukopa. Lakini halmashauri haishii hapo, mtaendelea kukopeshwa tena ili mfikie kununua na gari, msiishie kwenye pikipiki tu, mtengenezwe na viwanda kupitia kikundi chenu. Kwa hiyo tuombe sana serikali, na nyie pia mwendelee kuwa wamoja, mwendelee kuwa na mshikamano. Lakini kuna vikundi ambayo havikukizi vigezo Ziendelee kukizi, wasifanye ujanja ujanja. Mama Samia! Mama Samia! Tano tena! Mama Samia, tano tena. Tano tena. Mama Samia. Mama Samia. Oye, oye.